Yes bane wariguan cha msingi wanikubonyeza alama subscribe, utokometisha kinoma noma. Na leo nipo na mrembo, malkia wa mziki wa bongo fleva kutokea hapa nyumbani Tanzania, Zuchu. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano ulikuwa ni mwaka ambao Zuchu ameweza kuandika historia nyingi sana na ni kubwa. Mi nitakupitisha kwenye historia chache ambazo utapata nafasi ya kuweza kufahamu kwamba haya ni makubwa ambayo Zuchu ameyafanya mwaka 225. Mwaka 225 ulikuwa ni mwaka wa kipekee sana kwa msanii Zuchu ambaye ameendelea kuthibitisha nafasi yake na nguvu yake kubwa ya mziki Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, kwa sababu Zuchu amezidi kuweka rekodi mpya za kuwa juu juu juu kila siku kwa sababu ameandika rekodi ya kufikisha views zaidi ya bilioni moja huko YouTube, hatua ambayo imethibitisha ushawishi wake na ukubwa wake katika mji huo wa YouTube bana. So stori zimekuwa ni nyingi sana huko mjini YouTube kwamba da disini kama Afrika Mashariki toka ianze kuumbwa hakuna msanii wa kike ambaye ameweza kufikia Uh, ukubwa wa views hawa hapa. Lakini pia kimataifa, Zuchu alizidi kufanya makubwa sana mwaka 2025 ambapo tulizidi kumwangalia kupitia ngoma yake ya Amanda Remix ambayo aliifanya na Malkia wa Dancehall Spice, ngoma ambayo ilifikia hatua za chart za Billboard ya Marekani kwenye upande wa rege, huku ikikusanya zaidi ya posti milioni moja nukta tatu kupitia mtandao wa TikTok. Mwaka huu Zuchu amekuwa wa ni wamoto sana na ameendelea kuandika historia kubwa sana, pale ambapo tulimuona kwenye ufunguzi wa msimu wa klabu ya Yanga, anazungumzia mabingwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Sasa katika uzinduzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Zuchu jali kuwa msanii mkubwa ambaye alidondoka wasanii wengine lakini Zuchu, ukubwa wake ulimfanya kuweza kuifunga show ile pale, na ilikuwa ni moja kati ya show ambayo alifanya mauaji makubwa sana ku connect uh, washabiki wa mpira na washabiki wa, uh, wa muziki. Ni ngumu sana, huwezi yani kumkuta ule mshabiki ambaye ni maarufu wa Yanga, basi ndo huyo huyo anakuwa ni mshabiki maarufu wa msanii kama Diamond Platinum no waga itokeaji Ah, mara nyingi sana ni mara chache sana hicho kitu kuweza kutokea ulimwenguni kote, lakini alipata nafasi ya kuweza kuongea na watu ambao wapo kwenye ulimwengu wa soka. Ilikuwa ni good news kwake, lakini pia ilikuwa ni step moja kubwa sana. Lakini pia Zuchu huyu huyu mwaka 2025 na alipata nafasi ya kuweza kuperform kwenye kafa, half-time shows mwaka 2025 huku Kenya, nazungumzia michuano ya Chan, wachezaji wa, wa kulipwa ambao wanacheza mpira wa kiprofeshonal kutokea ndani ya nchi zao za Afrika bana. usio iliweza kufanyika kwa nchi tatu Afrika Mashariki, lakini fainali iliweza kuchapiwa kipande cha Kenya, na Zuchu ndo alidondoka hapo kuweza kuipiga show hiyo hapo, huku marais kadhaa wa mashirikisho ya mpira duniani wakiwa wanamtazama, lakini pia watazamaji wengi duniani pia walikuwa wakitazama fainali hiyo hapo ambayo ilifanyika kipande cha Kenya na yeye ndo alidondoka kama msanii ambaye alikuwa ni mkubwa A list, yeye ndo aliibeba siku hiyo hapo, licha ya kwamba kulikuwa na wasanii wengine kutokea kipande cha Kenya. So Zuchu amekuwa na mafanikio makubwa sana, na kwa upande wa tuzo za heshima, Zuchu alichukua tuzo ya Best Female Global Artist kwenye African Golden Awards ambayo ilifanyika kipande cha Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na aliweza kuwapikwa wasanii wakubwa sana kutokea kipande cha Afrika na kuweza kuonekana kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Huku baada ya mchongo huo, tulimwona kisign deals nyingi sana za ubalozi na kutambuliwa rasmi kama msanii wa kike ambaye amesikilizwa na majukwaa makubwa sana hapa Afrika na Tanzania, mtandao kama Boomplay lakini pia Spotify, YouTube na Audiomack imeweza kuthibitisha kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na tano Zuchu ndiye msanii ambaye ameweza kuwa na namba nyingi sana kutokea kipande cha East Africa kupitia mitandao yake hiyo hapo. Kwa ujumla, mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa uthibitisho wa Zuchu kuvunja rekodi zake ambazo alikwisha kuziandika, lakini pia rekodi ambazo wengine walikwisha kuziandika. Haijaishia rekodi tu, baada ya ameweka viwango vipya vya mafanikio kwa wasanii wa kike kutokea Afrika Mashariki, kwamba yo mna kazi fulani hivi yakuweza kuifanya ili kuweza kuzivunja hizo rekodi, kwa sababu mi mwenyewe ukija kunicheki ndo bado kwanza kumekucha. Yani ndo kwanza Zuchu aliweza kutuambia, mara ya mwisho nakumbuka naachia Amanda, kwamba yo this time around nimeanza kufocus na soko la Afrika, kwa hiyo nimechoka kukaa katika ule usawa ambao mmenizoea. Amanda alitoka hii hapo imetoka pia ambayo ina mfumo wa rege fulani. Nimeona promotion yake kideo hicho hapo nini, watu wameanza kukitolea macho, tusubirie itakuwaaje na itafanya nini. Kwa